Habari ya mwaka mpya, wasikilizaji wa simulizi pendwa, na hope kila mtu ameamka salama na ameuona mwaka, tunamshukuru Mungu. Basi ilikuwa yapata majira ya saa nane usiku kwenye moja ya baa maarufu inayopatikana Bunju, jijini Dar es Salaam, ilisimama gari, huku ndani kukionekana watu wawili wakizungumza. Watu hawa mmoja alikuwa wa kike na mwingine alikuwa wa kiume. Wakike alifaa nguo ambazo ziliacha mapaja wazi kitopo chenye kuonyesha chuchu zake vyema. Shati lake liliendana na mwili wake. Wakiwa wanatazamana, waliendelea kuzungumza. Unataka nifanyeje? Sijarudi nyumbani kwa zaidi ya mwezi sasa. Mke wangu anatambua kwamba nipo depo ila niko kwako, unahisi itakuwaje? Majid, sio kwamba unajua au nini, ila simama katika msimamo wako. Ungekuwa unapenda kweli mke wako, ungekuja kwangu. Listen, achana na hizo mboyoyo zako, hebu nirudishe kwanza nyumbani then utajua mwenyewe okay. Ila nakuomba Sandra, hii iwe siri, sitaki mke wangu ajue lolote kuhusu mimi na wewe. Bana acha kelele, ondoa gari, nimechoka mimi. Mwanamke ambaye aliitwa kwa jina la Sandra alisema kwa sauti iliyojaa uchovu. Majid aliondoa gari mahali pale, lakini ndani ya kichwa chake aliwaza kuhusu mke wake aliweza kuhusu familia yake ambayo hakunana nayo kwa zaidi ya mwezi mmoja ambapo alikuwa kwa Sandra. Mwezi mmoja kabla aliahidi kwamba anakwenda depo kwa kuwa alikuwa ni askari, basi alitumia mwanya huu kufika u, kuficha ukweli ambao hivyo alienda Bunju ambapo kulikuwa na mchepuko wake aliyefahamika kwa jina la Sandra. Umalaya na utamu wa mwanamke ulimfanya Majid kusema uongo. Kutokana na ulewa, mke wake hakuona kama alikuwa na sababu ya kumuuliza ama kusema lolote zaidi ni kukubaliana naye. Leo hii Majidi amepanga kurudi nyumbani kwake mara baada ya mwezi mmoja kupita. Amepanga kwenda kuiona familia yake ambayo aliiacha huku akiwa hajui inaendeleaje. Bado akiwa njiani, aliendelea kuendesha gari huku akimtazama Sandra ambaye ni kama alinuna hivi. Kipi ambacho kinakufanya uwe na sura ya upole hivyo? Majidi aliuliza kwa nini unaondoka kwangu? Ina maana kile ambacho nimekupa hakikuridhishi, au kuna nini? No, sio hivyo Sandra, ila nataka kwenda nyumbani na nitamwambia kwamba kuna kitu ambacho nimesahau then baada ya siku mbili nitarudi kwako. Okay, yote tisa. Sandra alikaa kimya kidogo, akatazama mbele ambako kulikuwa na kundi la watu wakipita Hawakuwa wengine bali ni vijana wenye umri wa miaka kumi na nane hadi ishirini na tisa hawakuzidi hapo. Kundi hili lilifika kwa vurugu katika maeneo mbalimbali ya jijini, walikuwa wakiitwa Panya Road. Umeona wa vijana ni wakorofi kama nini. Simamisha gari, Sandra alisema huku, alisema hakuna sababu ya kufanya hivyo. Hmm, nikisimama watanisakama na mwisho wa siku nitakuwa rehani. Kwanini kwa nini niwe rehani? Natakiwa kupita mbele yao kwa mwendo wa kidede, Maji alisema, kisha aliongeza mwendo na kufanikiwa kupita katika eneo lile. Aliwafahamu Panyarodi kuanzia tabia yao ya kupora, kuvuta bangi bila mpangilio, pamoja na kubaka wanawake ambao wangewakuta wanatembea wenyewe. Kwake hakuona kama alikuwa na sababu ya kusimama, maana angeweka maisha yake sehemu mbaya zaidi. Dakika kumi mbele alifanikiwa kufika nyumbani kwa Sandra. Alisimamisha gari kwa pembeni, kisha alifungua zipe yake. unaweza kunipa kidogo, majidi aliuliza. mm, nikupe hapa? nenda kwa mke wako atakupa yeye. Come on, Sandra, mbona unakuwa hivyo? majidi alisema, huku akimvuta mkono Sandra. Majid, kwa hiyo nikupe hapa nje kweli? ndio oops kwa nini isiwe ndani? Too late. Imechelewa. Let's make it happen here. Acha iwe hapa, alisema Majid kisha alimpitisha mkono wake katika shingo ya Sandra na kumuinamisha kidogo ili anze kunyonya koni. Ye bwana. Walingia katika ngome mpya ya mapenzi. Walingia katika kudinyana ili kuagana vizuri. Walikuwa tayari kufanya kwenye gari huko, kila mmoja akifurahia kile ambacho alikuwa akikipata kutoka kwa mwenza wake. Kwa kuwa Majidi alikuwa na haraka ya kuwai kwake, hakuona kama kulikuwa na haja ya kuingia ndani ili kuonesha ubabe, bali mechi ilipigwa katika gari. Walifanya hadi walipomaliza, kila mmoja alikidhi haja yake. Nyuso zao ziliweka tabasamu, maana haikuwa show ya kitoto. Kisha Sandra aliteremka, waliagana kwa mabusu na kisi za hapa na pale. Kwa mwendo wa madaa kama Miss Sandra alikanyaga ardhi huku Majidi akimtazama hadi anaingia ndani kwake. Sijawahi kukutana na mwanamke mtamu kama huyu. Kama Sandra amekuwa mtamu hivi, joto kila dakika sijui nafanyaje. Alisema Majidi huku akishika simu yake. Aliwasha na kutazama picha ya mke wake. Aliweka tabasamu kiasi lakini ndani ya moyo wake alihisi maumivu. Kulikuwa na maumivu juu ya uongo ambao alikuwa akiufanya. Alihisi maumivu kutokana na kusaliti ndoa yake. Alitazama pia picha ya mtoto wake wa miaka mitatu aliyekuwa akiitwa Husna. Kwa sauti ya upole alisema, nisamee baba, huenda siku za mbeleni nitakuja kuwa baba bora kwako na muwe bora kwa mke wangu. Alipomaliza kuzungumza maneno haya, alianza rasmi safari ya kuelekea nyumbani kwake. Alikuta familia yake imejipumzisha, ni mlinzi pekee ndio alikuwa katika geti akiangalia huku na kule. Alipofika alibisha hodi na kuingia ndani. Mama amelala? aliuliza Majid. Na vipi kuhusu mke wangu? Wote hawa, amelala. Okay, hakikisha mazingira ya humu ndani unaweka sawa, alisema Majid na kupiga hatua kuelekea katika nyumba yake. Alikuwa akiishi na mama yake ambaye alizeeka hivi ingawa sio sana, lakini ungelimuona kwa mara ya kwanza ungehesabu kwamba alikuwa na, alikuwa ni miongoni mwa kina mama ambao walihamasishwa na Bibi Titi katika harakati za kudai uhuru. Hakuwa mtoto mwema mbele ya mama yake, wala hakuwa baba bora mbele ya mwanaye wa kike ambaye muda mwingi alikosa muda wa kuwa naye, pamoja na hakuwa mume bora na mwema kwa mke wake. Usaliti ulikuwa damoni, alikuwa ni sikio la kufa ambalo lilikosa dawa kabisa. Mara kadhaa alikuwa akigombana na mke wake kuhusu tabia ya kurudi nyumbani usiku. Mara kadhaa pia alikuwa kim, akirumbana na mama yake kuhusu mwenendo wa mwenendo wa maisha yake, lakini hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anamsikiliza. Baada ya kufika, alifungua mlango na kuingia ndani lakini alishangaa kumwona mke wake akiwa amesimama sebuleni huku macho yake yakiwa katika uso wake. Nikajua utakuwa umelala bebi, Majidi aliuliza huku akimtazama mke wake. Nilisikia kama kuna mtu anakuja. Kwanza kwa nini umekuja bila taarifa? Ni tabia gani hiyo? aliuliza mke wangu kwa sauti ya upole kuliko hata kawaida. Ah, nilikua nilikuwa njiani nikitokea depo Mwanza, ndio tumefika sasa hivi. Hata hivyo nimejaribu mara kadhaa kukupigia simu, lakini imekuwa upatikani hani, alijibu Majid huku akijitetea. Majid. Naam. Kauthar, ulikuwa wapi? umesema depo eh? ni depo, depo sindio? Ndio kwa nini uniamini? No, ila funga zipu yako na asante, mke wake alisema, kisha alipiga hatua kuelekea chumbani. Aibu ilikuwa katika uso wa Majid alitazama zipu yake ambayo ilikuwa wazi, aliona ameanza kupoteza uaminifu mbele ya mke wake. Alifunga na kwenda chumbani ambapo alikutana na mke wake akiwa kitandani. Mume wangu nahisi kuna kitu unakifanya na sio kizuri. Kipi hicho? hakuna ambacho unakifanya Kauthar, sitaki turumbani usiku huu, lakini we mwenyewe unajua nini unakifanya na wapi. Chunga sana heshima ya ndoa ambayo unataka kuivunja sasa hivi, kuja kuirudisha ni kazi sana, Kauthar alisema. hakuwa mzungumzaji sana Muda wote alikuwa mtiifu mbele ya mume wake, kwa kuwa alimpenda, basi alikaa kimya kupisha migogoro ya hapa na pale, wivu tu. Hata hivyo nimekumiss honey, alisema Majini, kisha alimpiga busu mke wake. Hmm, ushaanza uchokozi wako jamani. Twende basi tukaoge. Ok ila, au basi twende Kauthari alisema na walielekea kuoga. Walioga hadi walipomaliza, kisha waliamia kitandani katika kuoneshana nani ni mfalme na nani ni malkia. Kauthari aliamini kuwa mume wake angefanya shughuli haswa kutokana kukaa depo kwa zaidi ya mwezi mmoja, lakini haikuwa hivyo. Majidi alisimama kwa mshindo mmoja tu, hakuweza tena kurudi kisimani kuchota maji alilala huku akimwacha mke wake akiwa na hamu kupitiliza. Hakuwa na jinsi, ilibidi adichie vidole hadi alipokidhi haja yake, kisha naye alilala, lakini kichwani kwake kulikuwa na mlolongo wa maswali kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea. Majira ya saa kumi na moja alfajiri Kauthar alikuwa wa kwanza kuamka, alimtazama mume wake kisha alipitisha mkono katika mapaja na kuanza kumchezea. Alifanya hivyo mara mbili mara tatu, lakini ya nne ilimwasha, ilimwamsha Majili ambaye alikuwa na asira mno. Macho yake yaliingia ndani, huku ndita zikitawala katika paji lake la uso. Hakupenda kushikwa na kupapaswa katika eneo nyeti. Kwa nini unaniamsha asubuhi yote hii? Hujui kuwa nimechoka? Majid alifoka kwa jazba. Bebi, nataka nione huruma basi. Jana usiku hata kabla sijafika tayari umeshalala, naomba japo cha asubuhi. Nimeshakwambia nimechoka niache, alisema Majid kwa kufoka. Kauthar alihisi ni sehemu ya matani, na kama sio matani basi ingekuwa nistaki, nataka kwa mume wake akizidisha mautundu lakini kadi ambavyo alikuwa akifanya ndivyo ilivyokuwa kero kwa Majidi ambaye alinuka kat... na kumtazama, usinilete usenge nitakutumbua, nitakumbutua nimesha kuambia kwamba nimechoka unang'ang'ania kunishikashika, alifoka Majidi. Mume wangu, kuna nini? Kipi kigeni kwako hapa? Kwani mara ya kwanza mimi na wewe tunafanya asubuhi? Sio mara ya kwanza na sitaki, alisema maji linakaa tena kitandano. Alikuwa na hasira, alifoka huku akimaanisha kile ambacho alikuwa nakisema. Hakutaka kufanya mapenzi ikiwa kama sehemu ya haki yake ya ndoa kwa mke wake. Hakutaka kujisumbua kuingia katika tendo la ndoa, ili hali alikuwa amechuka kupitiliza. Kauthar macho yake yalianza kuangua machozi alianza kulia kwa kunyimwa haki yake ya ndoa alilia hadi pale ambapo machozi yalipokauka, kisha alitoka zake nje kabisa ya nyumba kwenda kuzungumza na mlenzi Lodi. Kama gari likija na shule niambie nipo, nipo ndani sawa, alisema Kauthar. Okay, hakuna shida. Hata hivyo kuna kitu nataka tuongee baadaye, kwa hiyo fanya kazi yako kwa wakati ili nikikuhitaji niki tuweze kuzungumza vizuri sawa. Sawa mama, usijali alisema Lodi na Kauthari alirudi ndani. Alipofika ndani aliendelea na majukumu yake mengine kama kumwamsha mke wake mkwe wake ambaye alikuwa akilala na binti yake, kisha alienda jikoni ambapo aliandaa chai na chakula cha asubuhi, hadi alipomaliza Ilipofika saa moja asubuhi, alihakikisha anakula chakula na mtoto wake ambaye alitakiwa kuwahi shuleni mapema. Hakikuwa chakula rasmi, lakini alifanya hivi kwa ajili ya kumpa mtoto wake furaha. Alipendelea kula naye pamoja, ingawa yeye aligusagusa gusa ili baadaye aletena, lakini kwa upande wa mtoto aliona yuko sawa. nilisikia jana ukiongea na ukiongea Majid, vipi karudi? Kwani mama Majidi aliuliza huku akisogelea meza ya chakula. Ndio mama, karudi na kalala. Mbona karudi bila taarifa, kulikoni? Mi ni mwenyewe nimekosa jibu, labda amke tena umuulize. Aha, sawa bwana, basi ngoja nikanunue vitamin D hapo nje, mama Majidi alisema na kutoka nje. Haya ndiyo yalikuwa maisha ya kawaida ya kila siku kwa Kauthar. Alifanya majukumu yake kwa wakati. Alikuwa akizungumza na mama mkwe kama ambavyo anazungumza na shoga yake. Hakuacha kumwambia mambo yake ya muhimu, hasa yale ya kimaendeleo, jambo ambalo lilifanya kuwa na uhusiano mzuri kati yake na mama Majidi. Baada ya mtoto kula chakula chakum na kumaliza, aliambiwa aende na mwenzake aende akamwamshe baba ili amwage naye, alifanya hivyo Alielekea hadi katika chumba chao, kisha alibisha hodi na kuingia ndani. Baba, naenda shule, alisema huku akimkumbatia baba yake ambaye alikuwa amechuchuma. Usome sasa. Sawa, halafu nataka hela ya kwenda zoo. Sawa, shika hii hapa, alisema Majidi, kisha alitoa hela akamkabidhi mtoto wake ambaye hata kuchelewa sana aliondoka mahala pale baada ya honi ya gari kusikika kwa nje. Gari lilikuja na kumchukua Husna huku mama yake akimsindikiza kuondoka mahala pale. Alirudi tena ndani ambapo alikutana na Majidi akiwa ameshika nguo mkononi. Asira zilikuwa zimemfiatuka. ina maana hizi nguo ndo zile ambazo nilikuachia uzifue au? Aliuliza Majidi kwa kufoka mno. Ndiyo mume wangu, kuna nini? Pumbavu kweli wewe, unauliza kuna nini? Ona ulivyofua sasa Majidi alisema na kumtupia nguo usoni. Mwanamke gani, hujui kupika, kufua nguo hujui, ndio maana anakosa hadi hamu ya tendo, maana muda wote unatoa harufu. Majidi alitamka kauli hii huku akitetemeka mwili. Kauthar alipigwa na butwa, hakuamini kama mume wake ndio alikuwa akizungumza kauli ile. Mume wangu, kuna kingine ambacho nimekifanya labda hadi unakuwa mkali hivi? aliuliza Kauthari huku akizitoa nguo na kuzitazama. Hakuona kama kulikuwa na kosa lolote lile, nguo zilikuwa safi haswa. Siwezi nikafanya mapenzi na mwanamke ambaye hajui usafi, anaenuka, hana thamani hata kama ni mke wangu wa ndoa. Hivi huu ndo ufuaji gani wa nguo? Okay, natoka kuon, nataka kuondoka. Navaa nini sasa? Aliuliza huku akimtazama Kauthari. Hasira zilimpa salam kisawasawa. Kuondoka kwenda wapi? Maswali yako ya kipuuzi ndio huwa sipendage. Ina maana ujui wapi nakwenda? Kwani unaporudigi depo, si lazima niende kwanza kazini kuweka hasa hii na kuelezea kwele, nini nimejifunza mm, nimeuliza tu Nilisahau na sikutegemea kama ungekuwa mkali hivyo. Na kuhusu nguo basi nielekeze na mzuri ya kufua ili nijue sio kazi yangu. Nitakiwa ujue kufua hata kabla ya kuja hapa kwangu. Hata hivyo nahisi kama nitachoewa kurudi. Acha nivae hivyo hivyo zilivyokuwa chafu. Ila siku nyingine hata sijui nitakufanyaje. Lakini jua kwamba nitakuvunja kama sio mkono basi mguu. Alisema Majid kisha alichukua nguo na kuanza kuvaa. Ilikuwa ni safari ya ghafla, safari ambayo kwa Kauthar alishangaa, lakini kwa kuwa alisema ni kuelekea kambini, aliona hakuwa na nyingine zaidi ya kukaa kimya kimya. Hiki kilibua simanzi ndani ya moyo wake, huku maswali yakiwa mengi. Kulikoni hata majibu? Kambini kuna kikao, sijui nini, nguo zimevua, imefua sijui vibaya sasa ubaya wake upo wapi? Mm. Mungu nisaidie mimi, aliisemea moyoni, kisha akarudisha swali kwa Majid, ina maana atunyishai kwa pamoja? Ushajua kupika? Kwani kwani sijui kupika? Unauliza au najibu? Hata hivyo sitakula, na kama mama akiamka, mwambie nitaongea naye baadaye, kwa hivi sasa nawaye majukumu kwanza, Majid alisema, kisha huyo Aliondoka mahala pale. Hatimaye asubuhi ilikatika na mchana uliingia. Alienda sebuleni kupiga stori na mama Majid, lakini bado kichwa chake kilimkumbusha matukio matatu ambayo yametokea kwa siku ile. Kila alivyokuwa akiongea na mkwe wake, mawazo kwamba anatakiwa kufikisha kile kinachomsibu katika grupu la WhatsApp la wanawake tu aliendea kuranda Mwisho alimwaga mama Majid na kuelekea chumbani. Alipofika chumbani, aliwasha data, kisha aliingia katika grupu ambalo alikutana na, na mada mbalimbali zikiwa zimejadiliwa. Alisoma meseji moja baada ya nyingine, na mwisho aliamua kujielezea yeye kama yeye kwa kuandika, Helo jamani, wanawake wenzangu, mimi nima, nina matatizo katika ndoa yangu, nimeolewa na nina mtoto mmoja miaka mitatu. Mume wangu ni askari na amekuwa akiniaga kwamba anakwenda depo, lakini kuna mambo mawili ambayo yananisibu. Kwanza anasema kwamba siwezi kufua ili hali sio kweli, na hapa ananirushia matusi ya kila aina. Anaweza kunitupia nguo usoni na kunitukana vile ambavyo yeye anajua sina la kufanya zaidi ya kumtazama. Hata aliponitokania mama yangu na kuwa mpole tu. Pili ni kwamba mume wangu amekuwa ananipa kimoja tu na hazidi hapo, tofauti na hapo zamani ambapo alikuwa ananipa hata viwili vitatu au hata vinne. Kibaya ni kwamba hata nikisema kwamba labda usiku utakuwa amechoka, basi nirudi naye asubuhi, anakuwa mkali kama mbogo hataki hata nimchezee. Sio hivyo tu, ni kwamba amekuwa mtu wa kisirani. Sijui ni kwa sababu gani, sijui ni kwa sababu hana nguvu za kiume, ndio maana anapiga bao moja. Kuna muda, kuna muda najaribu kuisimamisha lakini haisimami kabisa, au kuna kikindi ambacho kinaendelea. Naombeni usha, ushauri ndugu zanguni, maana anakuwa na hamu unaweza kuta ananichezea lakini akiweka tu dakika mbili tayari amechoka, ananiacha nikiwa na hamu zangu. Sina la kufanya zaidi ya kujisugua, kitu ambacho naona kinaniumiza. Kama kuna njia nyingine ambayo wanawake wenzangu mnaitumia kwa ajili ya kufanya mwenzi wako awe na nguvu za kiume pamoja na kuwa na hamu, mnifundishe jamani, maana anateseka sana, naumia mno, mwenzenu Alituma meseji, meseji kisha, alikaa kimya kusubiria majibu ambayo yangetumwa na wasomaji ama wanachama wa grupu lile. Zilipita dakika kama tatu hivi, huku kimya kikitawala. Hakuna ambaye alionekana hata kuandika kitu. Alipatwa na hasira, alitaka kufuta ule ujumbe wake, maana alihisi ni kama amejidhalilisha hivi, lakini akili yake ilimwambia Asubirie kwa muda, naye alifanya hivyo. Baada ya dakika kama nne, mbele kuna mtu mmoja alianza kuandika, na meseji ya kwanza ikiwa kama jibu liliingia ikisema, jaribu kumwambia kuelekeze kufua, huenda na wewe ni tatizo, labda unachanganya nguo nyeupe na za rangi, halafu husubui vizuri, zitaachaje kufubaa? Fua nye nguo nyeupe, tumia nguvu kidogo kusugua. Lazima zing'ae, pia siuze nguo vizuri. Alisoma na kuweka tabasamu huku akishu, akishuka chini meseji kusoma meseji nyingine ambazo ziliingia. Hakuna cha mkongo wala alikasusu. Suluhisho la kudumu ni kubadili lifestyle. Ishi kizamani, utakuja kunishukuru. Najua hutanielewa. Acha kumlisha mumeo tambi na chipsi acha na vyakula vya supermarket na kadhalika. Meseji hii ilimfanya achike kidogo kisha akaitazama ya chini yake. Meseji ya chini yake ilikuwa ndefu hivi. Hivyo, ilimtaka kuwa makini zaidi ili apate kuelewa kila ambacho angeelekezwa. Kwanza jitahidi nguo zake ziwe safi. Na mimi nilikuwa sijui kufua labda chupi yangu tu. Nyumbani tulikuwa tukifuliwa nguo toka utotoni mpaka ukubwani wafanyakazi wanafua, lakini nikienda kwa bibi, alijaribu kunifunza tu vitu tofauti tofauti kama usafi, kupika. Bibi aliniambia eti nikiolewa saa so, zingine mfanyakazi akiondoka itakuwaje? Mume hatakula wala nguo atajifulia? Lakini kufua sikujua. Nilipoolewa aliniambia bibi, aliyoniambia bibi yakanikuta nilikuwa na wafanyakazi wawili, mmoja wa kiume akaenda kwao kuoa, akabaki wa kike. Kazi zilikuwa nyingi tu, nikaona ni shida, hiyu binti peke yake hawezi. Nikawa namsaidia kupika, nilikuwa najua na usafi wa chumba changu. Na namshukuru Mungu, bibi yangu, Mungu apumzishe vema, alinisaidia. Mume wangu alikuwa najua sitaweza, akawa ananisaidia kwa kuwa nilikuwa najitahidi ila nikichoka naumwa, sababu nilikuwa siwezi kazi, na nilikuwa sina mkubwa wangu wala mdogo wangu wakunisaidia, wote wako mbali kimasomo na kutafuta maisha. Lakini nilijifunza kwamba mtoto wa kike nikijifunza kazi zote, sababu ipo siku utahitaji kuzijua kwa nguvu. Watoto wangu nimewafunza kila kazi, wanajua kupika sana, wakienda kwa mabwana zao wasije kuaibika. Kauthar aliweka kituo akashuka tena chini ili kusoma meseji nyingine ambayo labda ingeendana na kile cha pili ambacho alikuwa akihitaji zaidi. Mm, kumsaidia dawa kwangu? Hapana, ataishia kukutumia kama njia. Hilo apambane na hali yake, hawanaga shukrani hao, raha ataenda kupewa mwingine. Meseji hii aliipuuza na kubatua midomo yake pembeni, kisha alisoma nyingine. Nguo zinatakata sana tu, sema nguvu ndio tatizo, anakutafuta sabu, sababu ili usihoji nguvu ya kimoja. Aliposoma meseji hii aliweka tabasamu, maana ni kama iligusa moyo wake. Alikaa sawa, ila kusoma meseji nyingine ambazo zilikuwa zinaporomoka kama mvua. Wachangiaji ni kama walikuwa wakimsubiri mmoja aanzishe kuchangia na wengine wafuatie. Walishuka, kila mmoja alisema la kwake, ili mradi aliyouliza apate kuelewa. Usihangaike naye hizo dawa za nguvu, mtu mwenyewe amekudharau hivyo, unaweza kuta nje huko anapiga goli hata tano. Halafu kuhusu nguo ni kwamba nguo za mtu mzima hazichafuki kiasi kwamba ushindwe kufua huyo unaishi naye naonyesha kwamba unamlazimisha kuwa naye, kiujumla hakupendi. Hata ukitulia tu uka, ukafata kari utajua huyo sio fungu lako, ukatafakari utajua huyo sio fungu lako. Meseji hii ilimdondosha machozi na kukumbuka tukio la jana usiku ambapo aliona zipu ya mume wake ikiwa wazi. Alilia na kufuta machozi. Kisha aliendelea tena kusoma. Alichokuwa akihitaji ni kupata halau ufumbuzi wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika ndoa yake kabisa. Kwanza, mtu anayekupenda hawezi akakwambia, akakuambia hivyo, atakupa maelekezo labda jinsi ya kufua, na kama ndio ana, ana tatizo hilo la nguvu, siangealika liishe, siangeangaika liishe, na angekuwa anakuambia maana vumilia, nina shida moja mbili tatu, hamna kitu hapo. Dada, chonde chonde, usije ukamwacha mumeo kwa ajili ya maneno watu wengine huko ndani. Maneno mengine huko ndani yapuuze tu, maana naona watu wameanza kukatisha tamaa. Pambana na mumeo. Kama hakupendi mbona hajakuacha? Alisoma na hii kisha, kwa bahati nzuri, kuna mtu ambaye alikuja na kuijibu ikisema, akisema umesema anagubu sana, anagubu sasa kama anagubu unadhani hamu ya seksi anapata wapi? juu yako Mami, anza kubadili mfumo, acha kumpigia kelele, acha kujali juu yake, jitahidi uwe bizi na simu. Akirudi akute umependeza, atajua ulitoka. Usiombe tendo tena, akiomba mwambie umechoka. Fanya kwa wiki moja, halafu angalia kama hajabadilika. Meseji zilikuwa nyingi lakini kwa upande wake aliamua kuweka simu pembeni, kisha huyo aliondoka zake. Basi episodi ya kwanza itaishia hapa, mpenzi msikilizaji. Tukutane katika sehemu ya pili ya hadithi yetu, tujue nini kilichojiri baada ya bibi Kauthar au mwanadada mwana Kauthar kusoma meseji aliyoandika katika grupu la WhatsApp la wanawake ambao wana, wanasaidiana katika mambo mbalimbali. Je, atachukua ushauri zao ama itakuwaje? Basi endelea kufuatilia hadithi hii, usikose. Asanteni sana.